Katibu Tawala wilaya ya Bahi, Bi Mwanamvua Bakari ametoa onyo kali kwa wazazi wanaopotosha watoto wao kwa makusudi wakati wa kipindi cha mtihani ili wasifanye vizuri kwa lengo la kuwapeleka mjini kufanya kazi za ndani. Akizungumza katika maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika ngazi ya wilaya yaliyofanyika katika kijiji cha Mwitikira, kata ya Mwitikira jijini Dodoma, Bi Mwanamvua Bakari amesema tabia hiyo ni kinyume na haki ya mtoto inayolenga kuvunja ndoto za watoto wengi wanaotegemewa na familia zao na taifa kwa ujumla. Nimetoka kuyasema ile haki ambazo watoto wetu wanatakiwa wazipate, lakini kama tunavyojua mambo haya yote yanasisitiza masuala ya elimu, afya pamoja na ulinzi wa mtoto. Tumesema hapa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, lakini watoto wameleta ujumbe mwingi hapa kwamba tuwape nafasi ya wao kuweza kusoma. Tunajua kwamba wilaya yetu ina changamoto, wazazi wengi kwa kutokuwa na uwezo wanawaambia wale watoto ambao wanafanya mtihani wa darasa la saba wasifaulu, waandike majibu ambayo sio ya kweli ili tu mzazi, kwa kuwa na kipato kidogo, akiamini kwamba kufaulu kwake kwa mtoto kunaweza kukawa ni balaa badala iwe baraka, kwa kuwa uwezo ni mdogo. Sisi tunao mfuko wa elimu, halmashauri inatenga fedha zake kuhakikisha kwamba wale wote wanaofaulu ambao wazazi wao hawana uwezo, wa kutumia mfuko wa elimu huwa wanapewa mahitaji. Kwa hiyo, wazazi, tuwape watoto haki ya kuendelezwa elimu. Ndugu wananchi, kwa upande wa afya, kama tunavyojua kwamba mtoto huyu ukimpa elimu na elimu ikamshika, yapo madhara mengine yanaweza ya, ya kumwepuka ikiwepo mtoto kufanyiwa ukatili wa kijinsia, lakini mtoto kulawitiwa na kubakwa, kwa elimu atakayoipata shuleni mtoto huyu na sisi wazazi tukivaa jukumu letu la kuwajibu na wajibu wa kuwahudumia watoto wetu, tutaweza kwa pamoja kutokomeza mimba za utotoni, lakini pia tutaweza kwa pamoja kutokomeza ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa watoto maeneo ya majumbani kwetu. Na sisi wazazi kwa kutumia jukwaa hili, tuhakikishe kwamba tunamlinda mtoto na wale wote ambao wanafanya matendo haya, basi tuweze kuwaripoti kwenye mikono ya sheria, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Tusifumbiane sana macho, tusibebane bebane sana kwenye mambo ambayo hayabebeki. Hizi kesi tusizimalize nyumbani, tukazimalize kwenye mikono ya sheria. Wazazi oe. Oe. Mtoto safi maumbe safi. Watendaji wa kata na polisi kata Hizi kesi mzichukue na mzipeleke sehemu husika, muweze kumsaidia mtoto aweze kupata haki yake ya elimu. Kwa upande wake, afisa mawasiliano wa mradi wa Save the Children, Fredrick Shija, ametoa wito kwa serikali kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watoto, lakini pia kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa watoto wanaofanyiwa ukatili. Katika kuadhimisha Siku ya Mtoto wa Afrika, shirika la Save the Children sisi tulikuwa tunaomba serikali waweze kuhakikisha kwamba mtoto anapata mbele katika kujielezea sauti, mtoto aweze kusikilizwa na jamii aweze kumsikia. Lakini hata hivyo, tulikuwa tunaomba uwekezaji katika sekta ya afya, elimu, pamoja na ulinzi wa mtoto, kuhakikisha mtoto anaweza kulindwa dhidi ya ukatili wa aina zote. Lakini pia tulikuwa tunapendekeza mtoto aweze, mtoto aweze kushirikishwa katika upangaji wa bajeti kwani tunaamini kwamba ili mtoto aweze kupata haki yake lazima aweze kushirikishwa katika hatua zote za jamii. Mtoto aweze kuwepo katika upangaji wa bajeti, kuanzia hatua ya chini mpaka hatua ya taifa. E, lakini pia tulitaka kuhakikisha kwamba haki ya mtoto inaweza kulindwa kwa njia zozote na njia zote za ukatili. Tunaamini kwamba haki za mtoto lazima tuangalie tulipotoka, tulipo sasa, na tunapokwenda kwa kusema hivyo, Save the Children tunaomba, om, serikali tuweze kushirikiana nao zaidi katika kuhakikisha kwamba mtoto, tunaomba kipaumbele katika kazi zote za serikali. Leo katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika 2025 kwa kuwekeza kwa watoto kwa maendeleo endelevu, ni muhimu kwa serikali kuwekeza kwa watoto kwa maendeleo endelevu ili kuweza kusaidia katika swala zima la elimu katika swala zima la elimu, serikali inaweza kusaidia upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia, mfano ongezeko la shule karibu na makazi, mabweni, maabara. Hii inaweza kupunguza mwanafunzi umbali anaokumbana nao, nao pale anapotoka nyumbani mpaka shuleni. Pili, uwajibikaji, hii inaweza kusaidia kuonesha serikali inayowajibika na kulinda haki na maendeleo endelevu ya mtoto, hivyo serikali tunaomba itoe kipaumbele sana kwa watoto hasa sisi watoto tunaoishi mazingira ya vijijini Katika maadhimisho hayo watoto pia walikumbushwa umuhimu wa kupata elimu bora na kujiepusha na vitendo vya ukatili, ikiwa ni pamoja na mimba za utotoni, ndoa za utotoni na utumikishwaji wa ajira zisizo salama, huku wazazi na jamii kwa ujumla wakitakiwa kuwalinda na kuwasaidia watoto kufikia malengo yao. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.